E, mtakumbuka wiki iliyopita e, mheshimiwa waziri mkuu e, mheshimiwa Kassim Majaliwa alikuwa e, mkoani Tabora, alitoa kauli ambayo imeibua mjadala mkubwa katika jamii yetu na hasa kwa vijana wa Kitanzania ambao ni wasomi. Sasa e, kauli ya mheshimiwa waziri mkuu kuwataka wasomi na wasio wasomi kuelekea kusomea elimu ya ufundi katika vyuo vya Veta ni kauli ya kisiasa ambayo kwa bahati mbaya haijafanyiwa haijafanyi tafakuri pana ya kiutafiti. Kauli hii inatoa majibu ya haraka yasiyozingatia kwa kina hali halisi ya, ya uchumi wa nchi, uwezo wa viwanda, mahitaji ya soko la ajira, na mustakabali wa maendeleo ya taifa kwa ujumla. Nyinyi mtakumbuka kauli kama hizi zinatolewa na kiongozi ambaye moja, ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, lakini waziri mkuu pia, wizara yake ana wizara wizara yake ndio inayohusika na masuala ya vijana, ajira pamoja na kazi. Kwa hiyo, ili jambo ni jambo ambalo e, lina maslahi na umma, ni lazima tulitolee ufafanuzi na lazima tuihoji serikali lakini pia tuishauri serikali ni namna gani inaweza kufanya kuwasaidia vijana wa nchi hii ambao ni wasomi katika taifa letu. Kwa kuzingatia hali halisi ya Tanzania, tunapaswa kuangalia kwa kina athari za mwelekeo huu wa jinsi ambavyo msisitizo wa aina hii bila mkakati mpana unaweza kuathiri sekta mbalimbali. Mfano kutoka nchi za Afrika, Ulaya na Marekani inaweza kusaidia kuangazia athari chanya na hasi za, za mfumo huu. Ndugu waandishi wa habari, kuibua tatizo la ajira kwa wahitimu wa ufu kuibu, kuibua tatizo la ajira kwa wahitimu wa ufundi. Ni kweli kwamba elimu ya ufundi ina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya taifa lolote. Hata hivyo kuhimiza watu kwenda kusomea ufundi bila uwekezaji wa kutosha katika viwanda na sekta zinazoweza kuajiri wahitimu wao kunaweza kuzalisha changamoto zifuatazo: moja, ongezeko la wahitimu wa VETA bila fursa za kutosha za ajira katika sekta rasmi. Na mpaka sasa bado kuna wahitimu wengi wa VETA ambao hawana ajira lakini pia hawa wahitimu hawana hata mitaji ya kwenda kutumia ujuzi wao, aidha kama ni fundi fundi fundi magari, au labda labda ni mtaalamu wa masuala ya umeme wa magari, anahitaji kwenda kuanzisha ofisi ambayo watu watamuona. Kijana huyu unakuta ana mkopo ambao unaweza ukamsaidia kwenda kuanzisha, lakini pia hawezi akakopesheka kokote. Kwao, kauli ya waziri mkuu ni kauli ambayo eh, ina athari kubwa katika jamii yetu. Mbili, kupanuka kwa sekta isiyo rasmi yani informal sector ambapo wahitimu wa VETA watalazimika kujiajiri bila mfumo rasmi wa kuwaendeleza. Tatu, kuzofika katika sekta nyingine za elimu, kwani vijana wanaweza kuhamasika kusomea elimu ya ufundi wakiamini ni njia pekee ya kupata ajira. Mfano, katika nchi ya Afrika Kusini na Nigeria Afrika Kusini ilianzisha programu ya elimu ya ufundi kama sehemu ya ajenda yake ya kukuza ujuzi, yaani Skills Development Act ya mwaka 1998. Hata hivyo, kutokana na kukosekana kwa uwekezaji wa kutosha katika viwanda na biashara ndogo za kati, wahitimu wengi walishindwa kupata ajira rasmi na idadi kubwa walilazimika kujiajiri katika sekta isiyo rasmi. Nyinyi mnafahamu huko zamani tulikuwa na viwanda vingi, tulikuwa na Mutex, tulikuwa na Mwatex, tulikuwa na jineri mbali mbalimbali nyingi ambazo kama kama serikali ingeweza kuendeleza kuendeleza viwanda vile vingi. Vingeweza kuajiri vijana wengi ambao wanahitimu VETA, lakini vile viwanda vimekufa. Unapohamasisha vijana kwenda kusomea VETA, umetengeneza mekanizmu gani ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wakimaliza elimu yao ya VETA wanaweza kwenda kufanya e, wanaweza kwenda kufanya kazi viwandani wakazalisha wakapata uchumi unaweza kusaidia maisha yao. Kwa sio kila lugha inayotamkwa au kauli inayotamkwa inaweza ikawa ina umuhimu katika jamii. Lugha zingine ambazo zinatamkwa na viongozi wetu zinakosa mantiki na zinakosa mashiko katika jamii yetu. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili, ndiyo Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65. Meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.